Kiongozi wa kijeshi nchini Gabon Brice Oligui Nguema amepata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita. Matokeo ya awali yameonyesha kuwa amepata asilimia tisini nukta tatu tano ya kura zote. Nguema ambaye alimaliza utawala wa zaidi ya miongo mitano wa utawala wa familia ya Bongo mwezi Agosti mwaka 2023 aliahidi kurejesha utawala wa kiraia. Awali wizara ya mambo ya ndani ilikuwa imetangaza kuwa mwanajeshi huyo alikuwa amefaulu kupata zaidi ya laki tano ambazo zilikuwa sawa na asilimia tisini nukta tatu. Aidha, wizara hiyo ilithibitisha kuwa asilimia sabini nukta moja ya wapiga kura walishiriki ambapo watu milioni mbili nukta tatu walikuwa wamejiandikisha kama wapiga kura. Mpinzani wake mkuu Alain Cloud, aliyehudumu kama waziri mkuu wakati wa utawala wa Ali Bongo, alipata asilimia tatu ya kura zote, wakati wagombea wengine sita wakishindwa kufikisha zaidi ya asilimia moja. Oligwi Ngwema kwa sasa anatarajiwa kuapishwa na ataongoza taifa hilo kwa kipindi cha miaka saba. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa njia ya simu alimpongeza kwa ushindi wake. Kevin Sewe, Mwanzo TV. <coughs>